Na sasa ninaenda kutoa tamko la kamati ya amani ya mkoa wa Geita. Kamati ya amani mkoa wa Geita kwa sauti moja tunatoa ahadi kwa serikali kwamba tutaendelea kuhamasisha waumini wetu na wananchi wa mkoa wa Geita na nchi nzima kujitokeza kwenda kupiga kura kwa amani na uhuru siku ya Jumatano, Oktoba 29 mwaka 2025. Tunatoa rai kwa wananchi wote wa mkoa wa Geita, kwa kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kutumia haki yake ya kikatiba kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10 2025, waende wakapiga kura, na baada ya kupiga kura Tunawaomba Watanzania warudi nyumbani kwa utulivu. Tunawahimiza wananchi wote wenye sifa za kupiga kura kutumia haki yao ya kikatiba kumchagua rais, kuchagua wabunge, kuchagua madiwani kwa upendo na uwajibikaji. Na baada ya kupiga kura tunawaomba kwa mara nyingine warejee nyumbani mwao kwa utulivu bila vurugu, maana Tanzania bila vurugu inawezekana. Utulivu wetu utaendelea kudumisha taswira njema ya taifa letu la amani. Tunawaomba Wakristo wote, Waislamu wote na wananchi kuendelea kusali na kuomba dua ili uchaguzi ufanyike kwa amani na utulivu tunamwomba Mungu aendelee kutupa hekima umoja na amani katika kipindi chote cha uchaguzi na baada ya uchaguzi. Sisi kwenye mkoa wetu wa Geita tuna zaidi ya watu milioni moja laki tano na thelathini na tano walijiandikisha kwenye daftari la kudumu. Nashukuru sana kwamba viongozi wa dini kwenye mahubiri yao ya Ijumaa, ya Jumamosi, ya Jumapili imekuwa nimekuwa ndo agenda ya kudumu ya kuwakumbusha waumini wale wote wamejiandikisha kwenda kujipanga kupiga kura kwa ajili ya uchaguzi. Nawashukuru sana kwa kuendelea kuiombea nchi yetu, siku hiyo iwe ni siku njema, iwe ni siku yenye utulivu, kila mmoja wetu ajitokeza kwenda kupiga kura na kurudi majumbani. Nashukuru vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuendelea kujiweka katika hali ya utayari kwa siku hii, ili kama kuna mtu ambaye labda ana kero na watu kuwa watulivu, basi wako wenzake ambao watashirikana naye, ili wananchi waendelee kuwa na amani. Maana vyombo hivi vya dola hivi tumevikabidhi kutulindia amani yetu, kwamba yeyote anayeweza kuwavurugia wenzake utulivu ndo kazi yake, lakini kama hakuna vurugu na vyenyewe vinakuwa na shughuli zingine. Kwa hiyo tunawasihi sana, tunapokwenda kwenye vituo vyetu vya kupigia kura tuhakikishe tunafuata taratibu kwenye vile vituo vyetu vya kupigia kura, lakini tufate taratibu ambazo zinaturuhusu kuwepo kwenye vile vituo vyetu vya kupigia kura. Siku hii hatutegemei kampeni ziendelee, siku hii hatutegemei tena uje umevaa nguo ya chama chako, hapana. Kwa hiyo tunawasi sana, taratibu taratibu zote zifuatwe, kwa maana ukifuata taratibu, basi na sisi kazi yetu itakuwa nyepesi sana.